Mimi naitwa Salvatory Katamaza. Uh, nafanya kazi pale Ofisi ya Waziri Mkuu, sera ya bunge na uratibu, idara ya usimamizi wa maafa, nikiwa ni msimamizi wa maafa. Pia niko pale kwenye kituo cha operesheni na mawasiliano ya dharura ndio. Ah, uh, mheshimiwa wangu uh, mgeni rasmi uh, Ofisi ya Waziri Mkuu, sera ya bunge na uratibu, jukumu lake kuu ni kuratibu wadau wote wa ndani ya serikali na nje ya serikali, na pia katika kuratibu huku tunatumia miongozo, sheria na kanuni mbalimbali ili kuhakikisha kwamba shughuli za uratibu zinaenda vizuri. Na pia kwenye idara yetu tuna sehemu ya afya moja ambayo ipo mahsusi kwa ajili ya kuratibu shughuli zote ambazo zinahusiana na na masuala yanayohusu uh, binadamu, wanyama, mimea na hata mazingira kwa ujumla. Basi pia, mheshimiwa mgeni rasmi, nilipenda tu kuwaambia na ndugu washiriki, kwamba uwepo wetu hapa au uwepo wao hapa sio wa bahati mbaya, bali ni takwa la serikali huona kwamba wadau wote wanakuja pamoja, wanashirikiana katika kushughulikia dharura zozote zinazotokea kwa nchi yetu na hasa kwa wakati huu hapa.